Shirika la anga za juu la Kenya, Kenya Space Agency, KSA, limeonya umma kuwa makini na mabaki ya roketi kutoka angani yanayotarajiwa kuanguka na kutoa nchini mwishoni mwa wiki hii. Kuingia upya kwa mabaki ya roketi kupitia anga ya dunia kunatarajiwa kutokea Jumamosi, Aprili 19 mwaka 2025 takribani saa 9 na dakika 15 usiku kwa makadirio ya kuongeza au kupunguza saa 15 na dakika 46. Hii ina maana kwamba tukio hili linaweza kutokea kati ya Jumamosi tarehe 19 Aprili mwaka 2025 saa moja na robo asubuhi hadi Jumapili tarehe 20 Aprili mwaka 2025 saa tisa na dakika moja mchana, imesema taarifa ya shirika hilo kwa mujibu wa KSA. Kitu hicho cha anga ni cha umuhimu maalum kwa Kenya, kwani njia iliyokadiriwa ya kupitia kwake iko juu ya eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo eneo la Kenya, likielekea kutoka kaskazini mashariki hadi kusini mashariki mwa Kenya kuelekea Tanzania. Wakenya wametakiwa kuripoti mabaki yoyote yatakayoanguka kutoka angani kwa vyombo vya usalama kupitia polisi, maafisa wa utawala au kambi ya jeshi iliyo karibu, ili hatua stahiki zichukuliwe. Tahadhari hii inakuja chini ya miezi minne tangu tukio la awali ambapo kipande ya dimu cha chuma kutoka angani kilidondoka katika kijiji cha Mukuku kaunti ya Makueni na kuzua hofu kubwa kuhusu usalama wa nchi kutokana na vitu vinavyoanguka kutoka angani. Kitu hicho kilichokuwa cha metali chenye umbo la pete chenye uzito wa takribani kilomia tano kilitambuliwa kuwa ni pete ya mgawanyiko ya rocket. Mimi ni Bahati Limo, na hii ni Simulizi na Sauti.